Mkono wa msaada kwa njia ya utabibu. AMME ni kikundi kinachojihusisha na uinjilisti kwa njia ya utabibu bure kabisa, kinapatikana katika chuo kikuu cha Arusha UOA. Vipimo, dawa, ushauri, maombi na vitabu ni huduma zinazotolewa na kikundi hiki AMME, Adventist Medical Missionary Kiomboi, 2025. Tumaini wakati wa mwisho. Kazi imefanyika, kazi imeonekana. Kwa muda wa siku 14, watu wamehudumiwa afya zao, watu wamempokea Kristo. Oldi Kiomboi, ujumbe wa malaika watatu umehubiriwa kupitia kwa mkono wa medical missionary. Mhazini wa kikundi pamoja na daktari Pasco walikuwa na haya kwa kazi iliyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Dickson Alois. Mimi ni mhazini wa kikundi cha AME. AME ni kikundi ambacho kinahusika na masuala ya utabibu. Kikundi hichi kimeanzishwa kwa lengo la kutoa huduma za kitabibu bure katika maeneo mbalimbali mbali. Na kwa mwaka huu 2025 tumefanya huduma yetu ya kwanza katika mkoa wa Singida kwa hiyo hapa tunapoongea tuko Singida katika wilaya ya Iramba na tuko katika sehemu moja inaitwa Kiomboi. Tunakuwa hapa tangu tarehe 6 ya mwezi wa tutakwenda mpaka tarehe 8 mwezi wa tatu kwa ajili ya kutoa huduma za kitabibu kuhusisha upimaji wa magonjwa mbalimbali lakini utoaji wa madawa bure lakini pia na jambo lingine tunafanya ushauri wa kitabibu na ushauri wa kichungaji. Ushauri tunatoa ni kwa magonjwa yote. ila vipimo tulivyonavyo magonjwa ambayo wapata wanadamu ndio vipimo ambavyo tunavitoa hapa. Tuna vipimo vya magonjwa ya moyo, tuna vipimo vya kupima pressure, ndio tuna vipimo vya sukari, tuna vipimo vya HIV, lakini pia tuna vipimo vya malaria. Timu ya wachungaji na wataalamu 18 ilikuwa eneo hili huku, zaidi ya watu 240 wakipokea huduma huku wengine wakilazimika kurudi nyumbani sababu ya siku kuwa chache dawa za hospitali pharmaceutical medicine na dawa za tiba asilia zilitolewa kwa watu wote waliofika. Vitabu vya kiroho, ushauri wa kiroho na maombi, wagonjwa wote wakipokea ushauri wa kiroho kwa wachungaji na wataalamu ambao walikuwepo katika eneo hili la Oldi Kiomboi. Baadhi ya wagonjwa walikuwa na haya ya kuzungumza. jina la Sara Kilama ni mkazi wa Singida Ilamba ase. Tunashukuru Mungu kwa hii huduma, waliotuletea ni nzuri kwa kweli, tumefurahika sana. Kila mmoja amepokea kwa mfano wake, lakini tunashukuru Mungu ni mwenyewe, nilikuwa na maradhi yangu, namshukuru Mungu nimepona nipo vizuri kwa dawa alizotuletea na maombi pia, tunashukuru kila mmoja ametokea na amehuduma, ni nzuri kikweli, tumeipenda sana, asante. Naitwa Agustinia, tabibu aliyekuwa anaongoza timu ya matibabu katika huduma yetu ya Ame. Tunashukuru sana kwa namna ya pekee vile ambavyo ulichangia na kushiriki katika huduma yetu hii. Ukweli ni kwamba watu walikutana na Mungu katika huduma hii. Zaidi ya wagonjwa 240 walipata huduma na tuliweza kugundua magonjwa mbalimbali lakini mbali. Tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee aligusa maisha yao. Kwanza kabisa, ninawashukuru watu wote ambao mmeweza kushiriki kuchangia huduma hii na hata uwezekanaji wa kuwafikia wagonjwa zaidi ya 240. Pili, pia ninawashukuru wale washiriki wote wa eneo la oldi Kiomboi ambao kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa sana katika huduma hii ya uinjilisti na tatu, ninaishukuru timu ambayo tulikuwa nayo pamoja, timu ya wachungaji, lakini pamoja na hilo timu ya madaktari ambao wenyewe waweza kushiriki kwa kutoa huduma hii kwa kujitolea bure kabisa, na watu wameweza kumwona. Watu 15 walimpokea Kristo. Enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa mara nyingine tena, huduma hii inafanyika Dodoma, Tanzania. Pia tunaomba sapoti tena kwa wakati mwingine kwamba katika huduma ambayo inakuja mbele yetu mwezi wa saba uweze kuajalia mshiriki tena, kama ambavyo mshiriki kwa mara olioshaamua, mbinguni wabariki sana. Ni baraka ya Bwana e pamoja nanyi, na kazi ya Mungu iendelee mbele. Nikualike tena kwa mara nyingine, eshiriki kwa viwango ambavyo utaweza, ili watu wengi waweze kufikiwa. Na tumegundua kwa hakika mkono wa tiba ni moja ya mkono ambao unaweza ukatusaidia na unasaidia sana kuwaleta watu kwa Yesu. Bwana akubariki sana, karibu tena kwa wakati. Bwana akubariki kwa kazi uliyoifanya, karibu kushiriki tena. Na sasa ni Dodoma Central Tanzania Field, Julai 26 Agasti 9 2025. Mkono wa Mungu.